Ukitaka kusema ninaishi peke yangu, watu wengi wao wanasema I'm staying alone, I'm staying alone. Ni bora kusema I live alone. I live alone kwa Kiingereza. Watu wengi wanakosea kwa kusema Explain me this. Explain me this yani, nieleze hichi kitu. Hapana, kwa Kiingereza wanatakiwa kusema Explain this to me explain this to me. Unasikia mtu anaweza kasema I ate the money, kwamba nilikula pesa. I ate the money? Hapana, hiyo sio sahihi. Ni bora kusema I spent the money. I spent the money. Sehemu nyingine watu wengi wao wanakosea kwa Kiingereza ni pale kwenye kutaja umri. Kwa mfano, kama wana miaka thelathini

Kwenye kusema sehemu ambayo unatokea, watu wengi huwa wanafanya kosa la kusema I'm come from. I'm come from Arusha. I'm come from Mwanza. Mm-mm. Usiseme I'm come from, sema I come from. I come from from Arusha. I come from Mwanza. Kosa lingine ambalo linatokea kwa Kiingereza ni pale ambapo unataka kuongelea sehemu maalum. Kwa mfano unataka kusema ninaishi Mikocheni. Kwa mfano kwa Kiingereza usiseme I live at Mikocheni ama I live at Mbezi, ni bora kusema I live in Mikocheni. Badala ya at tumia in. I live in Mikocheni. I live in Mbezi. I live in Dar es Salaam. Acha kuuliza maswali kwa kuanzisha sentensi yako na hili neno you. Kwa mfano, unapenda Fanta, you like Fanta, you like Coca-Cola, you like coffee. Usianzishe sentensi yako na neno you. Anza swali lako na do you. Do you like Fanta? Do you like Coca-Cola? Do you like coffee? Do you taka kueleza vitu ambavyo wanapenda kufanya, vitu ambavyo wanapenda kufanya. Kwa mfano, napenda kuangalia TV, mtu anasema I love watch TV. Napenda kusikiliza mziki, I love listen music. Ukiwa unaongelea kitu ambacho unakipenda kufanya, tumia ing mwishoni mwa kitendo. Kwa mfano, ni bora kusema